Kila mwanadamu kuna kitu Mungu amempa kwa ajili ya wenzake. Kila mwanadamu kuna jambo Mungu ameliweka ndani yake kwa ajili ya wenzake. Usikubali kukatishwa tamaa na mazingira, yaani haijalishi unauza mchicha, haijalishi unaendesha baskeli haijalishi wewe unapika kwenye mgahawa, unasukuma mgogoteni, unabeba ndizi, boda boda, au wewe ni bodaboda au uko kwenye kijia unauza kahawa, usikubali kukata tamaa. Oh, yawezekana umezaliwa kwenye familia maskini, yawezekana baba yako na mama yako hawajasoma kama wazazi wangu mimi. Yawezekana wazazi wako wametangulia mbele za haki. Suala so, la kuzaliwa familia maskini sio sababu ya kukufanya wewe uwe maskini, na matajiri wengi duniani hawakutoka kwenye familia tajiri, walitoka familia maskini. Nimekuja kugundua hata viongozi bora kumbe nao wanatoka kwenye familia maskini Sikubali kukatishwa tamaa ya kwamba eti wewe huwezi. Yaani, unapanga kununua basikeli au pikipiki piki, au gari, mtu akwambia wewe, kwenye ukoo wenu nani anamiliki gari? ni Le basikeli elekelem tena yo ule panga ule, ule gola gari uko vizo mwibi. Yaani etu unaonekana ukiwaza kuwa gali, uwe, uwe, na ndoto ya kumiliki gari wewe unakuwa mwizi. Hapana, unaweza kuwa na ndoto ya kuwa kiongozi bora zaidi, unaweza kuwa na ndoto ya kuwa mfanya biashara mkubwa, lakini ukiwaambia ndugu zako, rafiki zako wa karibu, wana uwezo wa kukatisha tamaa. Mimi nakwambia hivi, usiseme na kila mtu ndoto yako, kaa nayo hakikisha usiku unaiatamia kwa maombi, ukiamka asubuhi na mapema unaenda kuchapa kazi. Iko siku moja wanaokupa leo nguo watakuja kwako uwape pesa ya maisha yao. Iko siku moja wanaokunyima chakula leo watakuja kwako uwape pesa ya matibabu ya watoto wao. Usikubali kukatishwa tamaa, Mungu ana njia nyingi mno. Mimi sikuwahi kuwaza hata siku moja naweza kugombea ubunge Arusha. Sikuwahi kuwaza hata siku moja naweza kuoa Arusha, lakini nimekulia hapo kolomije nikaenda Mwanza mjini, nikaenda huku Lalago, tulikuwa tunapanda mabasi ya Nchambizi na ukifika Shinyanga hapa mjini, kuna subiri gari ya kwenda Mwanza, hujui hata hela kula inatoka wapi. Nimefanya kazi ya utingo mimi kwenye basi naitwa Mungu ana choyo, kutoka Nyakato pale Buzuruga naenda Sumvwe tingo Nimefanya kazi ya kulima, unauza kabeji, unajipangia kikenawatejamateho unalima nyanya, unabeba kwenye basikeli kwenye tenga, unatafuta soko, naenda mpaka Bungurwa, unechoakuokakuja nyanya kwenye mnada, unaingia mpaka Igoma pale mjini, unaendesha basikeli yako, alafu ukiuza bei ya nyanya, kwa sababu nyanya zenyewe zinaiva zinazidi kuoza ila bidi tu ziuze ili upewe hata hela kidogo urudi nyumbani. Alafu unapita kwenye vibanda vile, unasikia pilau inanukia, yaani unatamani ukaile, tena ile hela ukirudi nyumbani una kitu. Lakini sikuwahi kukata tamaa, na kwa kuwa Mungu alikuwa anasikia maombi yangu, nikajikuta nimekuwa mbunge wa bunge la katiba, nikajikuta nimekuwa kiongozi wa umoja wa vijana taifa Nikajikuta nimeteuliwa kuwa mkuu wa wilaya wa kwanza wa Kinondoni, wilaya yenye wasomi matajiri na mabalozi. Mungu akawa mwema, nikateuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Nimefanya kazi miaka mitano, nimekuja kuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Nimepata neema ya Mungu, nimeenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Sasa hivi nagombea ubunge kwa sababu Mungu yupo na sikukata tamaa, na utapata baba Mungu kubariki. Sasa na nyinyi ndugu zangu wana Shinyanga na Watanzania mtakao nisikia, msikubali kukatishwa tamaa na namna tama, hmm, ya kukatishwa tamaa ni kuambiwa tu, wewe alijaribu fulani akakwama, wewe ni nani? Kwanza hofu mirahe, wewe ni mtoto wa nani? Ukimtaja okay, baba yako hata ajulikani ya sema alishawahi kuwa nani, baba hajawahi kuwa chochote, lakini tunza ndoto yako na mwamini Mungu wako. Loa jamani, na wakina mama msiache kuombea uzao wenu. Dunia imeharibika sasa. Haya maneno sio ya wanasiasa, haya maneno ya watoto wa Mungu. Msiache kuombea, ombea tumbo la uzao wako Ukiamka okay, saa tisa usiku, kumbuka watoto wako kuwaombea. Dunia imeharibika, watoto na windo na madawa kulevya, watoto na windo na ushoga, watoto na windo na vikundi vya ugaidi. Unaweza kusikia mtoto wako ameenda kule, kumbe amechukuliwa huko kwenye mafunzo mahala kwa ajili ya kufanya matukio ya ajabu. Dunia sio ile mliotulelea na kutuzaa, dunia imfanya nini Msiache kuombea watoto wenu. Yani utandioombana mnena akuji hakuna cha kukuza bado, we ni nani? Ni mama wakina mama, wamenelewa jamani? Yeah. na kwa kuombea hivyo utamfungulia milango ya baraka. Iko siku moja atakuja nyumbani na zawadi, baba na mama, asanteni kwa kunilea, haya ni mafanikio. Maombi yenu wazazi yana nguvu, mdogo watoto wenu yana nguvu mno. Wanaenda kwenye biashara kama hii, hapa kuna watu mnauza, si ndio? kwenye soko mnaamini wote mnaamka asubuhi kuomba Mungu. Kuna wengine hapo kifungua, kuna ilizi unashangaa wewe, bucha yako ng'ombe, nyama haiuziki, kumbe watu kila wakiangalia nyama haivutii kume jirani yako akupiga kitu, nafikiri kuna tairi zikachimbia pale watu wat wala... Kwa hiyo msifikiri kwenye biashara zote watu wote wanaamini Mungu, watu wengine wanaamini mambo. Dawa pekee ni Mungu tu. Unaposikia watu asubuhi Msikitini pale inapigwa adhana, we nyanyuka, omba, fanya dua. Na waislamu nawapenda sana, wanapiga mara tano kwa siku. Hakikishwa na swali mara ngapi? Ombea biashara yako, ombea kazi yako, ombea uzao wako. Wakristo hivyo hivyo, wewe omba, kwa kuwa kwenye maombi kuna nguvu Hakuna Mungu, mtu aliyewahi kumtegemea Mungu akaibika. Nadhani mmenielewa, si ndio? Ndio, ndio. Yeah! Basi tukutane kwenye mkutano.